Leo tena nimekuletea haya maneno haya hapa. Sasa haya maneno tuende haraka haraka. Haya maneno utaandika kwenye karatasi. Maneno yenye nguvu kubwa kabisa. Haya maneno utaandika kwenye pepa. Pepa, nikisema pepa mnaelewa, zile wanafunzi wanazo wanazoenda nazo shule kufanyia mitihani, zile nyeupe kabisa, zile sio karatasi la daftari. Ukishaandika utaenda kwenye mlango wa kuingilia wa nyumba yako. Ambao watu waga wanaingilia basi utabandika hii karatasi tu kama tu kwenye mlango wenye wanapita wanaingia, na nyie mnapita aliipicha, hamna kitu kibaya chochote kitakachoweza kufanyika kwenye hiyo nyumba, na hamna yoyote atakayeweza kula chakula chenye sumu humo ndani, na hamna adui yoyote kutoka sehemu yoyote atakayetekeleza kitu juu yenu, kama jina ya ndugu zangu. Natoa kama utani. Lakini hivi vitu ni vitu hatari na huu ni uchawi kabisa. Kwa kama unabisha, jaribisha, kwani sio kazi kubwa. Tafuta tu makapeni kuandika na kubandika, halafu utanipa matokeo. Watu wanaweza kusema jina hivyo, hamna. Kama hauwezi kama ukaamini, acha. Lakini kama anashida, wenye wanashida andika hili jina, baandika kwenye mlango na kuhakikishia hakuna kitu chochote kwenye hiyo nyumba kitakachofanyika iwe ni chakula kwenye sumu hamna kwenye kinywaji hamna lolote litakalotekelezeka kwenye hiyo nyumba hamna lolote litakalotekelezeka kwenye hiyo nyumba nishawasaidia wengi na wengi haya majina. Hiyo, haya majina nishawaelekeza kwa hiyo ndo haya majina ngoja Ingine unaweza kajiuliza, ni yapi ngoja nikuelekeze. Haya hapa. Kazi ndogo tu, unaleta kwenye karatasi, unabandika kwenye mlango. Haya ni majina ya kichawi ndugu zangu. Haya ni majina ya kichawi na hakikisha hamna lolote litakalofanyika kwenye nyumba yako. Kama wewe ni mtaalamu wa Kiingereza, ngoja nianze mwanzo, juu usome hadi mwisho. Na nitakuonyesha picha namna utakavyoweka kwenye ule huo mlango oja kama ni mtaalamu wa Kiingereza, ngoja nisogeza kidogo kidogo huu nasoma kuanzia kichwa cha kitabu hadi mwisho uzanguni haya hapa mwanzo ni hapa. To protect home, ulinzi wa nyumba. Write the following symbol of piece of paper, andika alama ifuatayo kwa kipande cha karatasi. Nakuja hapa, please paper on the front door of your home, weka hiyo karatasi mbele ya mlango wa nyumba yako

Ile picha ni hapo utakavyoweka kwenye mlango, utabandika hivi kama inavyoonekana hapa. Ngoja nionyeshe hiyo picha, ni hapo vyenye utabandika. Kwa hiyo oh, no, unaona haya maelezo, ngoja niyarudia kwa Kiswahili. Maelezo hapa yanasema keep mind, elewa kwamba kwenye hiyo nyumba hamna chochote kitakachofanyika, ene ene very temples, hamna hatari yote itakayokumba hiyo nyumba, wala wa kuwa na maradhi yoyote ya kimwili au ya kuwekewa uchawi kwenye chakula au kwenye maji drink or food and no itability ever victim, na hakuta kuwepo mgonjwa yoyote kwenye hiyo nyumba kwa kutokana na maradhi ya kijini maradhi ya kishetani. Ndugu zangu, nawaambia hili jina hapa ni jina kubwa sana, ni uchawi huu, ni uchawi. Saa nyingine tunakatazwa kutoa, lakini saa hizi mambo yamekuwa mawazito, watu wanafanyana ubaya, tunaamua atuonyeshe. Kwa hiyo jina ndio hili, wewe andika kwenye karatasi tu, baandika kama hii picha hapa chini inavyoonyesha. Baandika kama hii picha hapa inavyoonyesha. Baandika kama hiyo picha hapo inavyoonyesha. Basi usikose kutufuatilia, masomo yapo mengi kutumia ya majina ya kichawi, masomo yapo mengi na kuna masomo ya kupata nyota, kuongea na viumbe, masomo kede kede ya kufunga mke, ya kuona visivyoonekana. Tafadhali hapo cha, cha kufanya subscribe, ili utakapotoa elimu yoyote uwe wa kwanza kuiona. Basi jina lenyewe ndio ile hapa, ngoja nirudie kulionyesha kabisa. Jina lenyewe ndio hilo hapo. Tunakataza so, kutoa haya majina, kwa kuwa ni majina ni majina mazito eh, majina mazito. Kama kama hujaona sehemu ya kwanza ya majina ya maajabu, basi tafuta hapo, channel yangu inaitwa Ziada e, inaitwa Ziada. Kwa hiyo tafuta e, episode ya kwanza, tulizungumzia namna ya kujilinda wewe na mwili wako hautozama kwenye maji wala kuzulika na vitu vyenye ncha kali kwa kutumia hili jina tu. Asanteni sana, asante kwa kunisikiliza.